Kama mnavyoniona Suzan Kiwanga, nilikuwa mjumbe wa kamati kuu Chadema, lakini vile vile nilikuwa mbunge wa jimbo la Mlimba wa kuchaguliwa. Ni muda mrefu nimekitumikia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kama nilivyosema, kwenye nyadhifa mbalimbali. Nimekaa ndani ya kamati kuu miaka ishirini eh, mahiri kabisa tena, wa kuchaguliwa na wajumbe wote wa baraza kuu nchini Tanzania bara na visiwani, lakini no reforms. Kila mmoja tunahitaji kwamba michakato yetu ya kiuchaguzi hapa nchini Tanzania imejawa giriba kubwa. Kwa hiyo tunahitaji sana mabadiliko ya sheria mbalimbali za kiuchaguzi na baadaye hata katiba ya nchi hii ili Watanzania wachague viongozi wanaowataka katika serikali kwa uhuru bila kujali chama chake cha siasa. Sasa hii kauli mbiu imeenda mbali zaidi. Chama chetu sasa hivi, viongozi wetu wanasema No no reforms no election. Maana yake tunadai hizo reforms, lakini kwenye uchaguzi unaoenda kufanyika Oktoba hakuna kuingia kwenye uchaguzi, uwe udiwani, uwe ubunge, uwe uraisi, ni marufuku mpaka tupate katiba, mpaka tupate mabadiliko ya katiba na tupate mabadiliko ya sheria. Lakini tukiangalia tulikotoka mpaka hapa tulipo, mpaka uchaguzi sasa hivi imebaki miezi minne, tunaingia kwenye boksi la kula huu uwezekano, kama ulishindwa miaka 30 utaweza kwenye kipindi kifupi? Kwa hiyo bado tunapambana kutafuta reforms, lakini hatuwezi kukataa kuingia kwenye uchaguzi. Sisi tukashauri chama G55 kwamba no reforms, tunakubaliana nayo, lakini huku tunakoenda, hebu tujaribu tuingie kwenye uchaguzi eh? na kama mnaona kwamba mnasema kwenye uchaguzi tukiingia tutauawa tutafungwa tutanyang'anywa chaguzi tutanyang'anya chaguzi basi hizo no reforms. Tuzidai huko, wakati tukuingia katika, katika boxi la kula. Wakasema haiwezekani, nyinyi nyinyi mna, mnaopinga, nyinyi mnaotoa ushauri ushauri, maana tumetoa ushauri kwa chama, nyinyi mnaotoa ushauri wa chama, nyinyi ni mapandikizi ya CCM, nyinyi ni vibaraka wa CCM, nyinyi mnahongwa na CCM. Ndio matusi sasa yakaambaa nchi nzima matokeo yake tunaandikiwa barua wanaagiza huko kwenye matawi yetu kwamba tufukuzwe wanachama sasa mtu mzima kama mimi niliyokutumikia chama miaka mingi leo tawi linaenda kunifukuza uwanachama kweli heshima yangu iko wapi katika nchi kwa hiyo hizo karaha moyo unakaa hauna amani chama nilichokijenga mwenyewe viongozi wengine niwaingiza wenyewe wanachama leo unapokea vitu kama hivyo kwa kweli katika moyo inakuwa ngumu sana kuhimili haya mambo. Kama mlimsikia hata mwenyekiti wetu, siku ya kupiga kula, tuwahamasishe wananchi vijijini kote na mijini waingie barabarani wakafanye maandamano ili kuzuia uchaguzi, kasema huo sio mkakati. Kama mnasema tukiingia kwenye uchaguzi tutauawa, uchaguzi ni wa kikatiba ya nchi. Leo twende tukauzuie, hivi tutapona? Jamani, tutapona? Si ndio? Tutaenda kuuawa na kufungwa? Sijui watakuwa na mawakili wangapi kutu, kututetea sisi nchi nzima. Na aina ya Watanzania kama nyinyi mnavyojua, si rahisi watakuingia kwenye mikutano wata nini. Mfano mmoja ni pale Mbinga, mwenyekiti wetu alivyokuwa amekamatwa na polisi, kuna mwananchi mmoja, wote wale walichukua jiwe, hata kupiga polisi, watu wakatawanyika, wengine walisahau mpaka viatu, na mwingine alisahau mpaka mziki wake ukawa unaendelea kuimba tu. Sasa leo tunaenda kuzuia uchaguzi kivipi? Kwa hiyo tunaona kwamba tutapata mateso bule mwaka huu, tutawachia CCM waingie kwenye uchaguzi wapite bila kupingwa. Dkt. Sila juzi kasema yeye mkalale tu nyumbani. Lengo la kuanzisha chama cha siasa ni kushika dola, hakuna lengo lingine unapoanzisha chama cha siasa. Sio chama cha ngoma wala vikoba wala chochote. Sasa leo malengo yetu tunaacha pembeni, tunakuja na nahau nyingine. Mimi, yamenishinda mwenzenu, haya yamenishinda kama Mtanzania, kama mtu mwenye uwezo wa kufikiri, na unaposhauri ushauri haupigwi konzi. Lakini leo si tunapigwa konzi kila kukicha? Sasa mimi nasema hivi, mimi Susan Kiwanga niliyekuwa mjumbe wa kamati kuu miaka ishirini, niliyekuwa mbunge wa jimbo la Mlimba wa kuchaguliwa, liwalo na liwe, CHADEMA naipenda, lakini kuanzia sasa ninavyoongea na nikitamka kauli hii, mimi nimeachia wanachama wa CHADEMA nimeachia wanachama wa CHADEMA kuanzia sasa, saa ngapi? Saba na dakika ishirini na nne, siku ya Jumanne tarehe kumi na tatu mwaka 2025. Nimeuachia wanachama wa CHADEMA kwa sababu nilijiunga kwa hiari yangu mwenyewe, nauachia kwa hiari yangu mwenyewe. Nilijiunga mwezi mwaka elfu mbili na nne nimefanya kazi nyingi za kimkakati kuzunguka Tanzania nzima bara na visiwani. Sasa ninasema basi mimi kwa majina yangu naitwa David Chiduo, ni mwenyekiti mstaafu wa, wa, wa Chadema jimbo la Kilosa. Nimehudumu katika kipindi cha miaka mitano nikiwa mwenyekiti wa jimbo jimbo la Kilosa. Kwa hiyo mimi Chiduo nilihuiwa kuingia Chadema kutokana na shida na matatizo yanayokutana nayo na wananchi wangu, hasa wananchi wa Dumila na wananchi wa Kilosa. Sasa ni, zile shida nikawa najiuliza nafanyaje, ili kutengeneza barabara, labda viongozi wanafanya hivi. Ndo nikagundua siwezi kuingia CCM kwa, nitaingia Chadema kwa, niliingia mwaka 2012 nilinunua kadi mimi mwenyewe ya wanachama wa Chadema. Sasa toka kipindi hicho naingia Chadema sikufikiria kuhusu kuwa, kuwa, kuwa kiongozi, sikufikiria kuwa kiongozi, lakini nilipoingia Chadema nilianza kuwa mwenyekiti wa Bavicha kata ya Dumila, lakini baadaye pia nikawa mwenyekiti wa kata ya Dumila. Baadaye nikawa tena mwenyekiti wa jimbo la Kilosa, nikawa, mwenye, nikawa mjumbe wa Chadema ni msingi kanda kanda ya kati, kwa maana mikoa Singida, Dodoma na Morogoro. Nimekuwa mjumbe wa Chadema msingi kwenye nafasi hizo. Kwa mpaka napumzika nafasi yangu ya uwenyekiti wa jimbo, ni kwa sababu mimi siko Chadema kwa sababu ya kutafuta nafasi za kiuongozi za ndani. nilikuja Chadema kwa sababu nina malengo na watu ambao niliona wana shida. Ile nia na ile azma ambayo mimi ilinisukuma kuingia Chadema haipo tena Chadema. Chama changu Chadema kimesema kuhusiana na mfumo wa no reform, no election, sasa kama chama bila mabadiliko hakiwezi kushiriki uchaguzi, na mimi Chiduo niliingia Chadema kwa sababu nina malengo ya kuwasaidia wananchi wangu wa eneo langu ambao walikuwa wanateseka, maana yake hilo duka limefungwa mlango. Kwa hiyo mimi ndoto zangu na ndoto za Chadema ni vitu viwili tofauti, jambo la kwanza kwa siwezi kuwa kwenye chama ambacho kina ndoto hakishiriki uchaguzi. Mimi Chiduo nina ndoto za kushiriki uchaguzi. Mimi niko Kilosa, nawezaje kuzuia uchaguzi n yani, nawezaje kuzuia uchaguzi? Hakuna hata kiongozi mmoja ambaye alinipa majibu zaidi. Nilimsikia tu siku moja mwenyekiti Lissu akisema kwamba tutadamka asubuhi twende tuka Tuka, tuka, tuka. Sasa si tukaandamane, tuka, tuka si nitamzuia? Si mtu ambaye nakutana naye njiani kwenda kupiga kula, si nitafanyaje? Yani sielewi, ile ile ile dhana ya kwenda kuzuia uchaguzi kwao sikuielewa kabisa, hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo no election. Yani mimi Chiduo toka mwaka 2012 ambapo nimeingia, nimeingia Chadema oh, kama miaka kumi na, na, point, nimeshiriki shughuli mbali mbalimbali sana za kichama. Ni kati ya vijana ambao wamejitoa sana kukisaidia hichi chama na kukijenga chama kwa jasho na damu toka 2018 zaidi ya miaka 4 mpaka 2024, mimi niko field na kijenge cha chama hii Chadema ambayo leo ilikuwa haipo kabisa, ukipita sehemu unafanya kuitafuta, wakati mheshimiwa mwenyekiti Freeman ambaye yuko magereza anatoka Chadema haipo huko kwenye misingi. Tumeingia field, tumeteseka, tumeumia, tume, tume tumepambana kuhakikisha tunarudisha heshima ya Chadema leo kuepo hapa, lakini mwenyekiti wetu wa chama taifa ambaye mheshimiwa Lisu akatubeza sana sisi, majoko majoko, ndugu waandishi wa habari. Kwa, kwa, kwa mujibu wa utaratibu, kamati kuu ilikaa ikapitisha mfumo wa chaguzi ndani ya chama chetu sisi, ambao vijana pamoja na watu mbalimbali mbali na viongozi tuliteuliwa na kamati kuu kwa ajili ya kwenda kusimamia chaguzi mbalimbali mbali kwenye maeneo mbalimbali. Huu chaguzi ambao leo mnauona alishinda mheshimiwa Lissu, sisi ndio tulifanya hiyo kazi huko chini, kuanzia ngazi ya misingi, ngazi za kata, ngazi za matawi, ngazi za jimbo mpaka ngazi za mikoa, ndo unaiona Chadema leo. Lakini yeye mwenyewe Lisu alitubeza sisi alisema sisi majoku ni watu ambao hatuna maana yote. Sasa kama sisi hatuna maana yote na tumesimamia uchaguzi kwa mujibu wa katiba, Lisu ana uhalali wa kuwa mwenyekiti wa chama taifa. Maana kama sisi hatukusimamia chaguzi vizuri majoku na tulikuwa tunakibumba chama huko chini, maana hata yeye ana uhalali wa kuwa mwenyekiti wa chama taifa, kwa sababu hata hao wapiga kula ambao walikwenda kumpigia kula pale mlimani tarehe 21 Januari ni kazi ya kina Chiduo na vijana wote ambao tuliamua kukifia hichi chama kwa miaka minne tulikuwa tuko filili na kwa kipindi kile hatukuwa hata kuruhusiwa kutumia simu na ndio maana kuna mambo mengi waandishi wa habari mlikuwa mmeyapata, CHADEMA inafanyaje kazi zake? Unaacha familia unaacha kila kitu unaacha kazi unakwenda field sehemu unakwenda kuinadi CHADEMA kama unakwenda kunadi line za simu, ili mtu akubali kujiunga na CHADEMA. Lakini matokeo yake leo tunaonekana watu ambao tulikijenga hichi chama hatuna faida. Sasa umekuja uchaguzi tarehe ishirini na moja. Kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, sio dhambi mimi Chiduo kumunga mkono mtu yoyote. Hata Lisu alikuwa na wafuasi wake. tarehe ishirini na moja, mimi nilikuwa timboy, mimi nilikuwa timboy na muunga mkono mwenyekiti Freeman mstaafu Mbowe, tumepambana kuhakikisha kwamba mwenyekiti Freeman anarudi madarakani na ilikuwa ni haki kidemokrasia, kwa sababu kuna wengine pia walikuwepo wanamuunga mkono Lisu. Sasa kilichotokea tarehe 21 Lisu ameshinda kuwa mwenyekiti. Baada ya Lisu kushinda kuwa mwenyekiti sisi tuliokuwa timu ya Mbowe ilibidi tukubaliane na matokeo kwa sababu aliyeanza kushindwa alikuwa ni mwenyekiti Freeman ambaye yeye alianza kumpongeza Mheshimiwa Lisu na kuwataka wafuasi na wanachama wote wa Chadema kumuunga mkono Mheshimiwa Lisu. Mboe alitweet na aliandika, lakini bado Mheshimiwa Mboe alitoa ushauri wake kwenye chama kwa namna ambavyo tunapaswa kuponyana majeraha sisi kwa namna ambavyo tulifanya kampeni ambazo hazina ustaarabu, kampeni za kuchafuana, na ndio maana waandishi wa habari sasa hivi hamsikii maneno ya mama ama

anakipeleka chama vibaya alikuwa anakiumiza chama kulikuwa na rushwa leo sindo wako ofisini ninyi waandishi habari mlipaswa kuwauliza leo mama Abduli amekuwa tena hayupo leo mama Abduli zile rushwa alizokuwa anazitoa kwa, kwa Mboi zimekuwa hazipo leo ile sakosi ya Chadema Digital mlikuwa mnasema ya Mboi leo vipi ile Chadema Digital maana tumeiacha Mboi kaiacha leo imekuwa ya nani sasa hivi tena hawabili hayo mambo wanazungumza mambo mengine hasa tumemaliza uchaguzi wa 21 mimi niliamua kiukweli ni, ni, niende ni mimi ni, ni, mtu wa Morogoro nirudi nyumbani kwanza. Maanake kiukweli hakuna mtu ambaye alikuwa kwenye vita akawa iko salama kwa maana ya kifikra. Nikamwona nini ningapumzika mimi nyumbani. Sasa nimekaa nyumbani napigiwa simu, Chiduo umesusa. We, yani matusi na tukana mimi, nimezima simu, waandisha habari nyingine marafiki zangu, nilikimbia kwenye magrupu, sikuonekana toka tarehe ishirini na moja Januari, nilikaa kimya almost karibia wiki mbili, lakini naendelea kutukana mimi. Niko nyumbani nimekaa na familia, yani mtu anatafuta mpaka namba ya mtu wangu wa jirani, anatukana anasema Chiduo tumekunyoosha, tumewaondoa nyinyi, si juu, yani wahaini wasaliti, na sasa sasa chama kimeshinda, au uhuru usukashinda. Yani hata kama kweli mimi nilikuwa namtumikia na, na, na, na, na, na Mboe katika namna ambayo akiwa mwenyekiti wa chama taifa, sio, nilikuwa namtumikia Mboe kwa maana mimi nilikuwa nafanya kazi za Mboe. Mimi nilikuwa namtumikia Mboe kwa sababu Mboe alikuwa mwenyekiti wa chama taifa. Sasa nikaona kazi sasa imekuwa ngumu, haya matusi mbagalini, nikaona sasa nitoke, kwa sababu akasema kweli Chiduo amekimbia, nikaamua nitoke. Natokaje kwa sababu nina ndoto za kugombea ubunge Jimbo la Kilosa. Nikakutana na wenzangu tukajadiliana. Vipi tukishauri chama? Tukaandika waraka wa 255 ili chama chetu kiingia kwenye uchaguzi na ule ulikuwa ni ushauri tu. Na ule ushauri aliutoa katibu mkuu. Hao wenyewe ndio walitutangazia, nyie mlikuwa watiania wa bunge, watiania wa diwani, sio mje hapa makao makuu. Mkichuno nilikuwa mbali. Tukakubaliana tukapeleka ushauri wetu kwa katibu mkuu ambao mpaka leo katibu mkuu hajaujibu wao ushauri. Tukaanza kuitwa wasaliti, tukaanza kuitwa waaini. Yani, mimi Chiduo mwaini, ambaye nilikwenda field kati ya kanda kumi na moja, nimezunguka zaidi ya kanda tisa nikijenga hiki chama. Chiduo leo nakuwa msaliti mimi kwa kutukanwa na mtu ambaye ameingia Chadema juzi ana miezi sita, mtu juzi ana miezi ana miezi mitatu ambaye hajui hata uchungu wa hiki chama namna ambavyo kimepambaniwa. Sasa tukaonekana waaini, tunaonekana wasaliti, tunatukanwa. Mkiingia kwenye peji yangu ya Chiduo hata nikiweka pambio la kusifu na kuabudu, mimi Chiduo kwenye akaunti yangu ya Facebook wanakuja vijana wa timu Lisu wanantukana Chiduo, sasa umekuwa mchungaji umekuwa mlokole. Sasa najiuliza tuna upendo kwenye hichi chama au tunatengeneza kubaguana? kwa, kwa, kwa, kwa mkutadha huo na mambo mengi ambayo unayaona kabisa ndani ya chama hayawezekaniki kama hayo ambayo nimesema kuzuia uchaguzi. Ndugu zangu waandishi wa habari, nyinyi mnajua mashahidi, Lisu yuko jela, hakuna mtu ambaye anapenda hicho kitu kukaa jela. Mimi nimekaa jela Kilosa siku zaidi ya kumi na nne nikikipambania hichi chama. Nimepata ajali nilikuwa natoka E, Tabora naenda Kigoma kufanya kazi za chama, bega hili nimeshtuka. Mimi sijawahi kutibiwa na chama, nilijitibia mwenyewe kwa gharama zangu na nikawa nafanya kazi za chama kwa kila mtu ana madhila ambayo ameyapata kwenye hichi chama, yani kila mtu ana namna ambavyo ana mateso yake ameyapata. Kama ambavyo Lisu alichambuliwa na risasi, ndivyo ambavyo Chidua na mimi nilikutana na matatizo yangu kwenye hichi chama. Na matatizo hayana madogo, hayana makubwa, kwa sababu yote yanalenga damu, yanalenga uhai. Sasa leo tunahamasisha tukapambane, tukazuie uchaguzi. Lisu, familia yake iko Ulaya, mke wake Lisu yuko Beligiji, wanae Lisu wako Marekani. Wamechukua uraia wa Marekani. Sasa leo mimi Chiduo mwanangu yuko pale Dumila niende nikazuia uchaguzi. Nawezaje hicho kitu? Lema anayezungumza, Lema anayezungumza mpaka leo familia yake iko Canada. Lema anajitaji shughuli yake, akikimbiza familia yuko Canada. Sisi, utawala Magufuli miaka saba kita Chiduo, tulikuwa hapa tumekoma naye mpaka mwisho utawala Magufuli, Chiduo sikukimbia hata kuvuka ngambo. Tulikuwa hapo hapa na tulikuwa tunavaa nguo za CHADEMA, lakini Lema alikimbia. Alikimbia Kanada, waliabeza maliziano, ambao leo maliziano yamemrudisha Lisu, yamemrudisha Lema, yamewarudisha na wengine na yametufanya hata CHADEMA leo tupo tena, tunaendelea kuwepo kwa sababu ya maliziano ambao wao wenyewe walikuwa wanayabeza. Sasa mimi natamani wanachadema wenzangu, kama kweli Lisu ana nia njema kuandamana, tunaomba walete wanae wawili kutoka Marekani ambao wana uraia kule amlete mke wake ambaye yuko Ubelgiji atangulize mbele kwa sababu hata Mbowe alishafanya hicho kitu. Tulimwambia Mbowe toka na familia yako, Mbowe akatoka na familia yake kweli. Lissu akachochola kawa mbele akutokea. Sababu nyinyi hamwezi kuambia na kesho mna maandamano. Alafu leo mtu anakwenda kuoa nyumbani kwake. Tulimuona Mbowe na mke wake alikamatwa, tulimuona Mbowe na mtoto wake walikamatwa kwenye maandamano. Kwa hiyo kabla wao viongozi wakuu wa kitaifa hawajatuhamasisha sisi tuende tukazuia uchaguzi. Tunamuomba Mheshimiwa Mwenyekiti Lissu. Najua, yuko jela, hawezi kunisikia, lakini na mawakili wake ambao wanampelekea taarifa na mambo mbalimbali ya chama kwamba mwanae wanae wawili mapacha walioko Marekani waje. Kuandamana siku hiyo ya uchaguzi, mke wake ambaye yuko Ubelgiji aje. Lakini mheshimiwa Lema naye pia alete familia yake kutoka Kanada waje wakae mbele ili tukazuia uchaguzi pamoja, kama marungu tuanze kula wote. Lakini sio sisi, mtoto wa maskini mimi ukanitangulize mbele, ukaniambia niende nikazuie uchaguzi ni kitu ambacho hakiwezekani na ni vitu ambavyo haviwezekani jana, leo, milele. Hii Tanzania, hii Tanzania ya ujamaa, Tanzania ambayo Mwalimu Nyerere ametufundisha kuoleana kwamba mwana CCM anakwenda kumuoa mwana Chadema, mwana Chadema anakwenda kumwoa mwana CCM, mw. tunashiriki ndio siasa, lakini bado hatuwezi kuondoka kwenye ule utu wetu na maadili yetu ya Kitanzania. Kwa majina naitwa Margaret Rafaeli Lipindi, ni mwanachama wa Chadema tangu 2013 lakini pia nimetumikia nafasi mbalimbali kwenye hiki chama ikiwemo udiwani wa viti maalum 2015 2020, lakini 2018 nilikuwa makamu mwenyekiti wa halimashauri ya mji wa Ifakara, lakini pia mpaka sasa ni mwenyekiti wa baraza la wanawake wa wilaya ya Kilombelo na pia ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa. Lakini kifupi, chama chetu kimepoteza mwelekeo, kimetoka kwenye malengo yake makuu malengo ya kuchukua dola. Chama chetu kimeondoka huko. Lakini vilevile kumekuwa na makasiriko mengi, chuki, matusi, kashfa. Hakuna maelewano, hakuna mapendano. Ukihoji inaonekana wewe timu kushindwa, wewe timu mboe hivyo. Kwa hiyo nafika mahali mimi binafsi nimeona siwezi tena kuendelea kuwemo kwenye hichi chama. Nimeamua kujiuzuru nafasi zangu zote ikiwemo uwanachama wa Chadema kuanzia leo tarehe 13 mwezi wa 5 2025 ili kwa wa kwanza kupata habari zetu tafadhali usisahau kusubscribe like na kucomment